Dear God leo siombi, leo naongea. Kama nikosa kuuliza basi, niache nichome moto bila jiko, juu mimi si ile mtoto wa Bible stories. Mimi ni ule wa stori hazina mwisho, ni kama kasi meka permanent residence. Nilizaliwa kwa kelele ya vurugu, na sauti yako sikuwahi isikia, ni kama ulinitupa kama mzigo hauna maana Uliruhusu nife nikiwa hai, na kila nikilia unanyamaza kama ujui Kiswahili. Nililala baridi kwa katoni za maziwa na jina chokoraa ikawa kama jina ya ukoo, lakini wewe huku waipita hapo bezi. Nikauliza kwa nini mimi, ukanyamaza. Nikakuita Baba ukakaa mteja. Nikajiumiza ukasema ni mapenzi yako, lakini maumivu haya yananitumbukiza, nafsi yangu inavunjika, si ndogo wale ya kuchezea. Kila pumzi ni vita, kila ndoto ni mzigo, na bado wewe unahubiri imani, lakini siwezi kuamini machozi yangu ni baraka. Nimejaribu kufika kwa mtaa wa matumaini, lakini mlango umefungwa kwa kii ya giza. Nimepumzika kwa chumba cha maumivu na bado na kusubiri, huku sikujui kama utajibu bado. Nasema unanisikia au ni sauti yangu tu inayonikimbia kwenye upepo wa giza? Bado niko hapa, bado nimeishi, lakini siwezi kusema kama niko salama. Hii si hadithi ya mwisho, ni mwanzo wa vita lisiloisha. Ni nimeachia moyo wangu kwenye njia hii, lakini bado ninatumaini kwamba siku moja wewe utanisikiliza na mwanga wako utaangaza giza letu.